Kwa mujibu wa tafsiri ya ardhini ya matangazo ya serikali. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba kauli yangu kwa leo iwe hiyo kwa mheshimiwa Ezra John Chiwelesa ambaye kwa kweli anapambania sana miradi ya kimkakati kwenye jimbo lake. Uh, tunaendelea na swali linalofuata, mheshimiwa Emmanuel Peter Cherehani, mbunge wa Ushetu, sasa ulize swali lako. Je, yeah, lini serikali itamaliza mgogoro wa mpaka wa Shinyanga na Tabora katika eneo la Ushetu na Kaliua ambako umechukua muda mrefu sana? Kwa mujibu wa tafsiri ya ardhini ya matangazo ya serikali ya uanzishwaji wa wilaya ya Kahama mkoani Shinyanga na Kaliua mkoani Tabora, hakuna mgogoro wa mpaka kati ya mikoa hiyo miwili. Mgogoro uliopo wa mpaka ni kati ya hifadhi ya msitu wa Mto Igombe unaomilikiwa na wakala wa huduma za misitu Tanzania yani TFS, na msitu wa hifadhi wa Ushetu Ubangwe unaomilikiwa na halmashauri ya wilaya ya Ushetu. Mweshimua mwenyekiti, mgogoro huo umetokana na wakala wa huduma za misitu Tanzania TFS kuweka alama za mipaka kwenye eneo la hifadhi ya msitu wa Ushetu Ubangwe uliopo katika halmashauri ya wilaya ya Ushetu mkoani Shinyanga. Hata hivyo kwa mujibu wa, wa matangazo ya serikali ya uanzishwaji wa hifadhi ya msitu wa Igombe River, tangazo la serikali namba 32 la mwaka 1958, na hifadhi ya msitu wa Ushetu Bangwe, tangazo la serikali namba 442 la mwaka 1958, hakuna mwingiliano wa mipaka kati ya hifadhi hizi mbili. Mheshimiwa mwenyekiti, Wakala wa huduma za misitu Tanzania yani TFS itaendelea kuhakikisha hifadhi ya msitu wa Igombe River inabakia kwenye mipaka yake kama ilivyo kwenye tangazo la serikali namba 32 la mwaka 1958 la uanzishwaji wa hifadhi hiyo. Mheshimiwa Emmanuel Peter Cherehani: Mheshimiwa mwenyekiti, pamoja na majibu ya serikali kwanza mimi niseme kwamba mgogoro upo. Na hata kipindi Mheshimiwa Rais ameteua wale mawaziri wanane waliokuja Shinyanga wa mkoa ulitoa taarifa juu ya mgogoro huu. Na ilifikia hatua wananchi wangu zaidi ya kumi na saba wakakamatwa kimakosa wakiwa na vibali na mali zao zikataifishwa zikapelekwa Kaliua. Na kuna kipindi ilifikia hatua mheshimiwa mwenyekiti, kati ya askari wa TFS upande wa Kaliua na, na, na halmashauri yetu ya Ushetu wakakutana pale kwenye mipaka baada ya kuona mipaka ya hifadhi ya Igombe imehamishwa kuja kwenye eneo la Ushetu. Na mheshimiwa mwenyekiti, kamishina wa ardhi aliagizwa na alishafika akafanya tathmini na timu yake yote ya kusoma na, kuta, na kutafasiri ramani upya. Na kilichokuwa kimebakiwa mheshimiwa mwenyekiti ni waziri kuja kutangaza tu mipaka ikae wapi. Mheshimiwa mwenyekiti, mimi ninaomba ni lini serikali mheshimiwa waziri wa ardhi atakuja kuja kutafasiri na kusoma mipaka hili kuondoa mwingiliano uliopo kwa wananchi wangu? Mheshimiwa naibu waziri. Mheshimiwa mwenyekiti, ni kweli historia aliyoitoa Mheshimiwa Emmanuel Peter Cherehani eh, kwamba kumekuwa na changamoto ya tafsiri ya mipaka katika eneo la hifadhi ya msitu wa Igombe River pamoja na hifadhi ya msitu wa Ushetu Ubagwe, msitu hifadhi moja ikiwa ipo chini ya TFS na hifadhi nyingine ikiwa ipo chini ya halmashauri ya wilaya ya Ushetu. Lakini kama alivyotoa yeye mwenyewe historia, jambo hili limefanyiwa kazi na kufikia ukingoni. Uh, Mheshimiwa mwenyekiti, uh, dhamana ya tafsiri ya mipaka ya, ya ardhi ikiwemo mpaka kati ya TFS na hifadhi um, hii ya TFS pamoja na hifadhi hii ya halmashauri ya wilaya Ushetu ipo chini ya wizara ya ardhi, na tayari mheshimiwa waziri wa ardhi suala hili analifahamu na kama alivyoomba mheshimiwa mbunge mheshimiwa waziri ataweza kulishughulikia ili aweze kupitia wizara ya ardhi kutoa tafsiri ya mipaka na kuweza kukamilisha kabisa kuumaliza huu mgogoro. Mheshimiwa Mwenyekiti, hilo ndo linaloweza kumjibu Mheshimiwa Mbunge. Kwa hiyo akae na amani, serikali ipo kazini na itakuja kutatua mgogoro huu katika jimbo lako, Mheshimiwa Mbunge. Mheshimiwa naibu waziri, pia kuna, kuna nyongeza kutoka kwa naibu waziri wa ardhi. Na karibu Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, e, ni kweli kwamba swali hili lilikuwa lielekezwa wizara yetu kwa sababu lina mekanismu ya kiutendaji, lakini nataka tu nimhakikishie Mheshimiwa Mbunge kwamba baada, e, baada ya maswali na majibu tutakutana ili tuweze sasa kulijengea hoja ambazo zinaweza, ni kweli kabisa lilishafanywa kazi kwa kiasi kikubwa sana na hii baada ya, ya, ya maswali na majibu tutakutana na muhusika ili tuweze kuyajenga vizuri kuyafikisha kwenye eneo halisi. Asante sana Mheshimiwa Pinda, nakushukuru pia uh, Mheshimiwa naibu waziri TAMISEMI pia ninakushukuru, asante sana, asante sana. Uh, tunaendelea na ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira uh, Mheshimiwa Jacqueline Gonyani Msongozi mbunge wa viti maalum